Welcome to Saudi Life Updates. My lovely mom. Guys, kwa kweli huku gari sai kumewaka, mwezi wa Ramadhani hakuna kuketi, hata ikizidi hakuna kulala, yaani ni kufanya kazi s sasa guys iko na hawa dada zetu ambao awa hawajazoea amba awa kazi kazi yao kuamuka, wanajibodoa na wanaketi na pesa inaingia, yaani miili yao hawataki iguse vitu ngumu ko. So guys, saa hizi unapata shika, ndio saa hizi mwezi wa Ramadhani kwa kweli hakuna wateja na wengi wao hawa dada zetu hawako kupanga. Sasa ndio saa hizi wengi wao wameanza kutafuta kazi, hata kama ni ya mwezi tu, anaingia inbox, anaanza anaanza kukuambia o, nisaidie kwa kazi moko na kazi nisaidie tu ya mwezi mmoja peke yake, unaona. Yaani apate tu kazi ya mwezi, aenda afanye hiyo mwezi, apate pesa juu hiyo mwezi atakaa kule kwa Mwarabu, apate pesa ya kulipa renti, alafu after Ramadhani wateja wao wanarudi na yeye anaendelea na biashara yake. So kwa kweli guys, sahizi kumewaka moto na kazi zenyewe yeye saa hizi kuziweza ni ngumu. Kitu cha kwanza saa hizi watu wengi nje wanatafuta kazi, so kwa kweli saa hizi, au dada zetu wako wana haya haya, wengi wao ni Waislamu. So hapo nyuma, Muislamu, wewe sio Muislamu, unaweza kaa tu kama una pesa kidogo ya kulipa rent, unaweza jisoti, lakini upande wa chakula unaenda unakula msikitini msikitini kwa kweli, walikuwa wanaleta chakula nyingi, unakula paka hata, wengi wanapepa. So guys, lakini ni kama kini naye ni nani, ni kama alikundua hiyo, so akawa amepiga marufuku watu kuenda uru msikitini. So guys, hahisi kama huko kwa nyumba, unakitegemea chakula, kulipa rent, mwarabu hataki kujua, mwezi imeisha ametaka rent yake. So guys hizi ni balaa. So au dada zetu wamezoea kukaa hivyo, wanategemea hii pesa ya mpigo. Hii pesa ya mpigo kwa kweli, vile naingia kwa mpigo ndie naisha kwa mpigo. So wale hustlers nina wapea pongezi eko sana. Hii kazi yetu tunafanya ya ku hustle hata upate pesa yako kidogo, imebarikiwa. Unakuta unafanya nayo mambo yako vizuri, ena unaipangia Alafu guys jambo lingine kuna wale kwa kweli wamezoea yani hawataki kufanya kazi kazi yao kuingia yani box wasichana wenye wako visa anamdanganya anamtorosha kwa kweli Waarabu wengi huwa hawaajiri wasichana lakini ikifika mwezi wa Ramadhani kila mwarabu unakuta anatafuta kufanya kazi. juu kazi inakuwa nyingi hata awe driver wa nyumbani saa hii akunanga kupumzika ni kutumwa kitu moja moja, enda leta hii, enda kwa fulani ulete hii. Unaona hapo. Muziki. Haya, huyu mfanyikazi wa nyumbani kichakazi, naye hakuna kupumzika, kusimama tu. Hata kwa kitchen six hours, umesimama tu bila kuketi, mara kukatakata hizo vitunguu, mara nini, mara kaanga hii, mara geuza hii, na vyombo nazo vimejaa hapo. So guys saizi kazi ziko kwa wingi. Kwa Mwarabu ameleta msichana wake, amutesi atiee, unakimbia unamtorosha. O, so kwa kweli hiyo pesa nayo na ujue ni ya laana. Nakuta wengi wao wenye siku hizi wanatorosha wasichana, unashikua ameshashikwa na ukishashikwa, unatorosha msichana unaenda direct kwa jela, hata unafungwa miaka tano. So kwa kweli wale ndugu zetu na dada zetu wale wamezoea kutorosha wasichana Acha hiyo u wasichana wengine wao awatese siku hizi na Waarabu. Msichana anadanganywa tu, amekaa vizuri kwa Mwarabu kati anadanganywa, anaepa na pia, akishafika huku nje unakuta sasa. Kwa kweli kwa, kwa kirau ulikuwa anadanganywa, sasa anaanza kujilaumu. So kwa kweli na Waarabu wengine wao, ya wewe umemdhulumu, amelipia mtu wake, na wewe unaenda unamkorosha, sio vizuri. Alafu guys jambo lingine hao Waarabu ndio dio, siku hizi hatuwezi pata pesa kwa nyumba ya Mwarabu, ati kidharura unapata, maybe ameweka mtego, uwe ndio unafua nguo, ameweka pesa yake, hata kama ya 500 kwa kanzu ya mzee. Sasa wakipata pesa kama hiyo, aidha amesahau, we usifurahi uchukue hiyo pesa, murudishie hiyo pesa maybe ndiye amesahau kati. Kwa kweli, si pesa ya halali, si jasho yako we. Wakati unaenda unaweka kwa pesa yako ya halali yenye umehasa. Nasema mwenye umehaso, sio wale wamekaa tu wametubodoa, hapana, ile sisi tuna hasa. So unakuta hizo pesa, hiyo noti kama ni ile ya 500, umechukua kwa kanzu ya mwarabu, umeanza kufuta hizo pesa zako. Ndio unakuta sasa umeanza kuwa na matatizo. From now ya hizo pesa zako hakuna kitu inafanya. So guys, pesa kama hizo ukizipata, wewe mrudishie. So guys, tena lingine, Saudi Life Updates, subscribe and hit the notification bell. Ya, yeah, ilafu ni mama and I love you for free. Have this.